Well, hello my beautiful people. Leo bwana tuna story story metweni toka jana ya Elizabeth Michael akiwa na tumbo lake la ujauzito. Sasa hizi picha bwana ametupostia mapema kabisa leo hii akionesha tumbo lake liko wazi, maana zile piki za jana zilichanganya watu wengi mashabiki. E, tulichanganyikiwa wote, sio tu eh, sio mashabiki tu wa Instagram, wote tumechanganyikiwa. Hii mimba ya wapi jamani? Hii mimba ya jua kali. E, mimba hii ya zamani ama vipi? Maana kuna kuna post post hapa e, kama mwezi wa tano hivi, tangazo lilikuwa la bidhaa fulani hivi ya e, omo kama sikosei, alikuwa hana tumbo kabisa. Sasa sijui ile tangazo la zamani ama hizi picture ndio za zamani ama e, tayari kashaleta kasha, kasha analeta mtoto mwingine tayari. Yeah, mi am not sure eh, kwa upande wangu mi nahisi mina, hizi zitakuwa maybe ni za mda. Lakini, mm, masta bwana, wana ni za mda lakini hatujui, ila masta bwana wanajua kutuvuruga yani mpaka tuvurugike ndo tutakoma. Anyways, hatukomi, tunaendelea kuwafuatilia bado, wanataka wafuatiliwe na sisi tunaendelea kuwafuatilia pia kwenye sini ya jua kali ina mua, a, a, tunajua kama Lulu yuko kule ni mjamzito mzito pia. Sasa sijajua haya ni mambo ya ya kwenye sini kule ama ni vipi, lakini kuna komenti moja hapa, Lamata alimkomentia subiri, ni wasomeni hapa. So katika hizi posti mpya alizoziweka leo eh, Lamata akaenda kukomenti pale kenye ukurasa wake wa Instagram kwenye hizi picha za Lulu akaandika hongera sana, na Elizabeth Michael ama Lulu akamjibu character e, hizi usinipe tena, zinazaa matunda haraka sana ya yeah, said kwenye tamthilia ya jua kale Michael kule ni mja mzito, kwayo ndomana akamwambia pa kwamba hizi karakta asimpe tena kwa sababu zinafanya zinakuwa kweli zimezaa matunda as you can see, sasa hivi ni mja mzito still we are not sure kama ni kweli ama si kweli, lakini kitumbo kimempendeza sana. Huyu atakuwa watatu huyu kama sikosei e, Mungu amjalie kila la heri. Kama ni kweli ni mjamzito basi Mungu amjalie kila la heri, lakini ndio hivyo wasanii, kwa kutuvuruga tu hawa jambo, yani kwa kutuvuruga ah, mashaallah, Mungu kawa, zi, kawa... <laughs> Hehe, kawabariki maana mpaka nakosa maneno ya kuongea. Lakini still kwenye mitandao watu hawaamini and wanamwambia kwamba mm, ina maana nyi wasanii wakiwa wajawazito hawavimbi na ni pua, sura? Si unajua tabia za wajawazito, kuna changes ambazo zinaonekana no, ukiziangalia tu, na kutapua Pua, mashallah imevimba ime eh, unakuta miguu imevimba. Sasa hii kwa wasanii imekaaje? Hizi ni comment, baadhi ya comment za huko Instagram, si maneno yangu, ni baadhi ya comment huko Instagram. Lakini jamani, hizi ni pictures and zinafanywa edit, so you never know youneeno eh, labda hapo ka edit edit hapo kakaa sawa, lakini me, on my side, still, I'm not sure if she's really pregnant ama hayuko pregnant lakini ya, yeah, all in all, tumwombe dua eh, ajifungue salama na mambo mengine yaendelee yaendelea, arudi zake mzigoni, maana tutamisi kwenye tamthilia ya Jua Kali. Akishaenda tena kujifungua, itabidi achukue likizo kidogo, sasa pande hizi tutakuwa tuna misi sana. Well guys, hebu weka comment yako hapo chini, na wewe unaonaje, hii ni mimba ama wanatuzingua hawa wasanii? Mimi kama nilivyosema, I'm not really sure kama ni kweli au sio kweli mpaka nitakapoona mtoto. Usisahau subscribe, like, and comment for more updates za celebrity. Thank you.